Dalili tano kwamba utakuja kufanikiwa sana. Maisha yanapopanga safari ya mafanikio huwa yanaanza kwa ishara ndogo ambazo watu wachache huziona, lakini kama unazitambua utaona wazi kuwa mafanikio yako hayatachukua muda mrefu. Hapa kuna dalili tano kuu unazoweza kutambua. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom. Moja, una nidhamu na uthabiti wa kufanya mambo hata ukipata changamoto. Watu wengi hupoteza hamu au kusita pale changamoto zinapowajia. Lakini wewe unaendelea, unajitahidi na unashughulikia kila tatizo kama nafasi ya kujifunza. Hii ni dalili kwamba akili yako Moyo wako na moyo wa mshikamano wako viko tayari kufanikiwa. Mbili, unaona kila janga kama fursa si kama mwisho. Unapokutana na matatizo, huna hofu, huna hasira wala kuogopa. Badala yake, unauliza, ninaweza kujifunza nini hapa? Ninaweza kubadilisha nini? Watu wa mafanikio hawaogopi kushindwa, wanakuwa kutokana na changamoto. Hii ni dalili kwamba mafanikio yako hayatachukua muda mrefu kuja. Tatu, unajitambua na unapenda kujijenga kila siku. Umejenga tabia ya kuwekeza katika maendeleo yako binafsi. Unasoma, unasikiliza, unafanyia kazi mawazo mapya, unazijua nguvu zako na udhaifu wako. Hii ni ishara kuu. Mtu anayejijenga kila siku hatashindwa kufanikiwa. Nne, Watu wanakuona kama mfano wa nidhamu na uthubutu. Hakuna mtu anayefanikiwa peke yake, lakini unapojitambua, wengine huona unavyojituma, wanakuiga na wanakuheshimu. Wengine wanaanza kukuunga mkono bila kuomba. Hii ishara inaonyesha kuwa una uwezo wa kimsingi wa kuunda mabadiliko katika maisha yako na ya wengine. Tano, Una imani na maono makubwa hata pale wengi wanapokukataa. Hii ndiyo dalili ya nguvu zaidi. Wakati unapoona ndoto yako ni kubwa na watu wengine wakikucheka au kukuonya kuwa haiwezekani, bado unashikilia imani yako. Watu wa mafanikio hawapigi kelele, wanashughulikia ndoto zao kwa usahihi na uthabiti. Hii inaonyesha wazi mafanikio makubwa yamekuandikia nafasi yako. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Kumbuka, mafanikio si tu pesa, heshima au hadhi. Mafanikio ni matokeo ya nidhamu, uthabiti, imani na uwezo wa kukabiliana na changamoto bila kuogopa. Kama unashikilia dalili hizi tano, hakika una njia ndefu ya kufanikiwa sana. Endelea kujijenga, endelea kusonga mbele, na mafanikio yako hayatachukua muda mrefu.